Na ubalozi wa Marekani hapa Nairobi umepuuzilia mbali madai kuwa data za Wakenya na sampuli za wagonjwa zitasambazwa kiholela kwa serikali ya Marekani kufuatia kutiwa sahihi kwa mkataba kati ya nchi hizo mbili. Mwakilishi wa serikali ya Marekani nchini Susan Burns amesema kuwa mkataba wa ushirikiano wa afya uliotiwa sahihi na Rais William Ruto na waziri wa masuala ya kigeni wa Marekani Marc Rubio jijini Washington DC unalenga kufanikisha mipango mbalimbali ya afya nchini. Na kama anavyoarifu Emily Chebet, makubaliano hayo pia yatachangia kuongezwa kwa bajeti ya afya kwa dola milioni 850 katika kipindi cha miaka mitano. Kenya imekuwa nchi ya kwanza kutia saini makubaliano ya moja kwa moja ya sekta ya afya na serikali ya Marekani. Mkataba huo wa dola bilioni 2.5 utawezesha Marekani kuwekeza shilingi bilioni 208 kwa huduma za afya nchini kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Ubalozi wa Marekani nchini unasema pesa hizo sio mkopo bali ni msaada unaolenga kuimarisha mfumo wa afya nchini na kupunguza utegemezi wa wafadhili. Aidha, sure balozi Burns amepuuzilia mbali madai kuhusu kusambazwa kwa data za Wakenya kwa serikali ya Marekani na ukusanyaji wa kiholela wa sampuli za wagonjwa, akisema mikakati kabambe ya ulinzi na usalama wa data umewekwa.

Akizungumza baada ya kutia saini mkataba kati ya nchi hizo mbili jijini Washington DC, Marekani, Rais William Ruto aliahidi kuhakikisha fedha hizo zimetumika kusambaza vifaa vya kisasa hospitalini, utoaji huduma kwa wakati ufaau, kuboresha utendakazi na kutoa bima ya afya kwa wote. You that every shilling and every and will be spent efficiently, effectively. Infrastructure, infrastructure. Kulingana na makubaliano hayo, Kenya itaongeza bajeti za sekta ya afya ya serikali kuu na kaunti kwa hatua kutoka shilingi bilioni kumi katika mgao wa mwaka 2026-27 hadi shilingi bilioni 50 mwaka 2029-30. Emily Chebet Runinga ya Citizen.